Raia wa Goma wamedai kuwa hali ya usalama sio shwari katika kipindi hiki cha Ramazani ikiwa baadhi ya swara wanashindwa kushiriki kikamilifu. Hii ni kutokana na vita kati ya DRC Congo pamoja na waasi wa M23 ambapo wamewataka Waislamu watumie mavazi yao kama utambulisho kwao na ndiyo moja ya kinga ya usalama wao. Mwaka huu umekuwa ni tofauti kwa Waislamu wa Goma ambapo amani imetoweka wakati wakiwa wanaswali na kufutulu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa mwezi Januari mji huo ambao upo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitekwa na waasi wa M23, ambapo ilisababisha hali ya wasiwasi kwa raia hao. Ahmedi Salimu, mkazi wa mji huo, alisema kuwa baadhi ya waumini wanakutana majumbani mwao kuswali, lakini swala ya tarawe inafanyika kama kawaida msikitini, ikiwa idadi ya waumini ni ndogo tofauti na idadi ya mwanzoni. Kwa upande wake, Maris Mambo, ambaye ni mmoja wa waumini, amedai kuwa wanashiriki matakwa ya pamoja ndani ya mahubili yao kwa kutetea amani ya jimbo na nchi kwa ujumla. Viongozi wamewahakikishia waumini ya kuwa usalama upo ndani ya kipindi chote hadi kutamatika, ikiwa viongozi hao ni kutoka katika jamii ya Kiislamu. Baadhi ya wafuasi waliwatia moyo waumini waweze kuswali pasipo na mashaka, huku wakiwataka Waislamu wavae mavazi yao ili iwe rahisi kutambulika kwao katika nyakati za usiku. Viongozi wapya wamewataka waumini wanaoishi mbali na misikiti ya Goma katika swala za jioni kushiriki majumbani ili kuimarisha usalama wao. Hata hivyo, mwezi mtukufu wa Ramadhani huko Goma umekuwa kielelezo na matumaini ya kurejea kwa amani na usalama wa raia nchini humo. Veronica Mdiatu.